Au fanye kazi au kaandamane, tarehe ishirini na tisa kitakukuta mwanangu. Hiyo sitosahau mwanangu kwenye maisha yangu mimi, siku natoka kazi haiufanakakma sa huko kichotokeaika yeah. Yeah. Si, si, <laughs> kama saa kumi jeshi yeah. la polisi ikapita mtaani yeah. Yeah.

nikitoka ikitoka nipate kula, ni familia yangu inanitegemea, watoto yeah, nyumbani wanasoma kama hilo yeah. Nah, yeah. Nikianga, yeah. yeah. la tarehe tisa, mwanangu, kwa kweli hapana, sitoweza kutoka. Nimesikia mengi, watu wameumia sana, watu wameumia sana. Nikiangalia duka zilifungwa, kilo mbili kilo tatu hamna, alienda kutoka mtu kama alikuwa na kilo nne ndani hiyo tena hiyo hakuna biashara inayofanyika barabarani. Huyu mwanangu mimi ah, namsemaje hiyo tarehe 9? Hiyo watasikia tu. Sisi tunaendelea na maisha yetu.